Toka Mombasa na tukisalia na masuala hayo hayo, viongozi wa makanisa mbalimbali mbali katika kaunti ya Kisii wanakutana mjini Kisii kuzungumzia mustakabali wa taifa, hususan baada ya maandamano ya vijana wa Gen Z. Mkutano huo ukipanga kuzungumzia matamshi ya wanasiasa na mwelekeo wa taifa uchaguzi unapokaribia. Kwa sasa tunaungana naye mwanahabari wetu Crispin Otieno na mengi zaidi kuhusu kauli ya ya viongozi wa makanisa katika maeneo ya Kisii. Crispin. Uh, na ma mashirima tayari tupo katika mji wa Kisii kutangamana na viongozi wa makanisa mbalimbali kaunti mbali hii ambapo wako tayari kuzungumzia kuhusiana na mustakabali wa taifa. Tumekuwa tukiona cheche za uh, maneno uh, hususan kutoka kwa upande wa wanasiasa uh, wana upande wa upinzani na vilevile upande wa serikali na vile vile kuhusiana na maandamano ambayo tumeyashuhudia ya wiki eh, moja hivi unusi ambayo yalishuhudiwa humu nchini maandamano ya Gen Z. Ni nao hapa waweze kutuelezea tu Uh, hali ikoje mtazamo wa viongozi wa makanisa kuhusiana na yale ambayo tunazidi kushuhudiwa uh, kushuhudia nchini uh, wakati ambapo uchaguzi pia vile vile unazidi kukaribia. Asante uh, uh, sana, bwana Crispin. Kwa majina ni Pasta Murawe Pita kutoka Kisii, kanisa la Gospel Embassy. Kwanza nishukuru sana kwa nafasi na pia niseme kwamba taifa la Kenya ni taifa letu wote. Sio taifa la wanasiasa, sio taifa la vijana na sio taifa la wachungaji au wananchi wengine, lakini kijumla, sisi wote makabila tofauti tofauti, ili ni taifa letu, na tukilipoteza ili taifa, hatuna taifa lingine linalofanana taifa la Kenya. Na ukweli ni kwamba level ya demokrasia ya taifa la Kenya iko juu, ndio maana unaona kila mtu anazungumza hapa na pale. Wakati mwingine tunachanganyikiwa, tunashindwa, mbona hata wale ambao wanahusika na hate speech hawashughuliki? Lakini ni kwa sababu eh ni vigumu kutofautisha kati ya hate speech na demokrasia. Ila ni sema hivi kwa ndugu zangu wa Kenya ah, uh, kuandamana ni haki, lakini hiyo haki, kuna wengine pia wana haki ya kutoandamana. Kwa hiyo lazima tuangalie tunapoandamana, wale ambao pia ni haki yao kutoandamana wanakuwaje, mambo yao yanakuwaje? Na nimeangalia pia kwenye taifa letu la Kenya wengine wanasema wachungaji hatujasema lolote na labda sisi pia tunasapoti maandamano. Wale wanaandamana wana haki, wale hawaandamani pia wana haki yao. Na mimi kama mchungaji naweza kusema tu kwamba sisi watu, watumishi wa Bwana tumewekwa ili tulete watu wote pamoja, serikali na vijana. Vijana andamana, kwa hiyo vijana wanapoandamana hatuwezi kuandamana na wao, sisi ni watumishi wa Bwana hatuwezi ingia na wao. Serikali inapokandamiza wananchi, labda there is uh, uh, too much killing, hatuwezi kuwaunga mkono. Ni kuambia serikali yale mauaji yaliyopo yakome, na tuambie vijana, mambo yenu yamesikika, mkome, ili tusianze kuonekana kama tunapigana na uenda tukaharibu taifa letu uh, bila sababu. Mimi naomba ndugu zangu wachungaji, tukome kabisa mambo ya, ya kushiriki kwenye maandamano na kuonekana kwamba tuna support lakini badala yake tutafute njia nyingine ya kuweza kuleta wale wanaandamana na serikali pamoja. Kwa njia hiyo tutachenga taifa letu. Na wanasiasa wameanza kampeni za mapema sana. Labda sasa hivi nafikiri kuwaambia wakome kampeni huenda isiwe jambo la maana sana, lakini kama wameamua kufanya hizo kampeni wasifanye kwa amani na kwa upendo, wakitumia lugha nzuri. Kwa mfano lugha ya kutukanana, huyu ni mtu wa soprano, huyu ni mwizi. Sidhani kama hiyo itatusaidia. Tumesikia lugha kama hiyo siku za nyuma mm -hmm. na hakuna mahali imetusaidia hiyo. Wakome, tufanye mambo yaliyo sawa, tukizungumza mm -hmm. atuki na baadhi ya uh, uh, wachungaji pia hapa. Tumeona uh, wanasiasa wakijibizana wazi uh, unahisi uh, uh, itakuwa vipi wakati ambapo tunaelekea katika uchaguzi mkuu mm -hmm. hii ni kama uh, wachungaji nchini. Asante Crispin kwa majina yetu, askoverolence wa mwambia langu la kwanza ni kwamba Kenya iko sawa, na ni kwa sababu wanasiasa wetu wamefanya kwa mikutano yao, wanakejeli wengine kwa mikutano yao. Kwa sababu hiyo inafanya nchi yetu imewanyika kwa vikuni viwili, lakini ingekuwa kwamba viongozi waheshimu viongozi wengine, na nitakuwa uongozi mzuri, lakini ikiwa kwamba viongozi wetu wanazusi wengine, na ndio maana tumeaa viongozi wetu wanasiasa ndio mefanya hata vijana wetu wamekuwa na mioto mingi sana kwa sababu ya matusi. Kwa pongeza kwa mikutano, kwa vijana mnafanya vizuri, jinsi tuendelee mbele. Hawa si hawa si wanasiasa hawa ni watu wa karibu nji yetu. Mwanasiasa mwema ni kwamba ni kiongozi, mwanasiasa ni kiongozi. Mwenye kuharibu nji yake si mwenye kupongeza vijana, wa haribu nji yao ni kiongozi ambaye anataka badala si ya kupatanisha watu. Na wakati kama tunaomba kwamba viongozi wetu tuleta vijana wetu pamoja, tukae na vijana wetu tuongee, tutavuta amani badala ya kuleta uchochezi kwa nji yetu ya Kenya. Na hivi karibuni, bwana Crispin tumeona uh, mara ya kwanza vijana ambao kwa kiandamana tumeona vijana uh, wakilaumu waki kanisa, na imekuwaje sasa hivi kanisa ambayo ilikuwa imelaumiwa ndio inataka kujiunga na Gen Z? Ni kwamba wanatafuta uhusiano mwema baada ya kusimama na Mungu kwamba wanataka vijana waone kama watu wazuri. Wachungaji, tusimame kama wachungaji, tusiwe kama wanasiasa ambao wanapitanisha wana, wana, wana, wana, wana watu. Kwamba tuwe wachungaji kama nao, simama kama ni A, tusimame na A kama ni B tuwe B. Baada ya kuunganisha watu na kuleta siasa ambao si nzuri sana, Kenya itasimama kwa wachungaji kusimama vema na wanasiasa kutangaza msimamo wao mwema, na wakati ambapo tunazunguzia masuala kama haya tunaona kuna kuna zile taasisi ambazo zinasimamia za kuchunguza masuala ya chuki nini? Uh, je, unahisi wanapo wanasiasa wanapoendelea kutoa cheche hizo za uh, za matusi na za kikabila, taifa linapaswa kufanya uh, vipi taasisi kama zile za NCIC zinapaswa kushughulika kivipi? Uh, asante sana bwana Crispin. Uh, majina ni Bakari Douglas uh, niseme hivi kwamba wakati mwingine hata kama shuleni unatarajia kwamba mtoto akienda shule anafanya anafaa kusoma apite mtihani, tuone matokeo na ni vyema kwamba wakati taasisi kama hizo zinazofanya kazi tunatarajia matokeo, ya kwamba imepita muda, kila wakati tunasikia kesi kama hii, tunafanya uchunguzi, tunafanya hili na lile, lakini wala hatujaona hatua zozote zikichukuliwa. Ni, niseme kwamba ni wakati ambapo taifa linafaa Ku, kuamini hizo taasisi na hizo taasisi zifanye kila juhudi la kuhakikisha kwamba wameweka matokeo bayana, ili wale ambao ni waazi wakutane na sheria na wale ambao ni wa tabia zingine ambazo zinafaa kurekebishwa zirekebishwe. Lakini niseme kwamba viongozi uh, wetu najua kama hapa ni Afrika tunasema kwamba like father, like son, like father son mother like daughter. Lakini tumeona kwamba wanasiasa wanafanya, wanazungumziana vibaya, wanatusiana hapa na pale, what do we expect from our children? Wanasiasa waanze kuwa ni watu waku zungumza maneno ambayo yanayochenga, na ndio vijana wakaweze uh, kufuata mkondo huo, kwa sababu wao pia ni viongozi wanaojibuka. Lakini pia kwa vijana wetu ambao wanatafuta haki na mambo mengine, sio vizuri katika safari ya kutafuta haki tuanze kuharibu biashara vya wengine. Wale ambao wameweza kukita misizi kwenye biashara wanasema kwamba hakuna kazi, wengine wameingia kwenye kazi zao za kibinafsi, biashara na mambo mengine, lakini ukikuta kwamba wakati wa maandamano biashara zinaharibika, economy inaenda chini, tunaharibu zaidi badala na lile suruhu tunalotutafuta kama nchi. Kwa hivyo ushauri wangu ni kwamba zile taasisi, fanya kila juhudi, leta matokeo na jinsi ambavyo hali hivyo nah uh, uh, ki uh, uh, na wanataka serikali ikome mauaji ya vijana unahisi, swala kama hilo linapaswa kushughulikiwa kivipi? Asante sana Bwana Kristi. Kile vijana wanachouliza ni cha kweli, na itakuwa makosa makubwa sana kwa serikali, itakuwa makosa makubwa sana kwa serikali yetu tuliyoitegua na ambayo tunaiombea kutowapatia sikio vijana wetu, kwa sababu kile wanachosema mauaji ndio mtu anapokufa